Inakuwa uh, ina naleta shida kwenye masala mengine kwa sababu unaweza kusomea, lakini lugha una, lakini kuna mwingine hajasomea fani hii, lakini ana lugha zake, anazungumza vizuri kilugha na kisheria, lugha tano anaweza kuzungumza vizuri mingine. Tayari lakini huyu, um, mtu kachukuliwa na kampuni ama kachukuliwa sehemu akafundishwa kazi kwa vitendo na akaweza kufanya hiyo shughuli akawa anaelewa no, zaidi kuliko pengine ambao wewe ambao umeingia una miaka mingi kwenye utalii lakini akakuzidi kwa sababu yeye ana lugha upatikanaji no. Na uh, wa wageni Zanzibar inategemea na uh, sisi wenyewe matuagidi. Kuna matuagidi ambao wameajiriwa kwenye kampuni na kuna matuagidi ambao hawajaajiriwa kwenye makampuni lakini au matuagaid wamesajiliwa kwenye umoja wa matuagaid Zanzibar ambao ni za toga na vilevile vile wamepata vile vitambulisho vya kutembeza wageni kisheria, vimetolewa na kamishoni ya utalii. Au vijana wanaweza kutumiwa na makampuni kwa siku, wanapigiwa simu, habari yako? Safi, ujambo? Leo una kazi? Au una kazi, unazungumza lugha gani? Kifaransa kwa mfano, unajua unazungumza Kifaransa ama lugha ya Kifaransa unazungumza kwa hiyo wanaweza kutumia kwa siku unaenda kuwatembeza wageni wao, baada ya hapo wanafanya nini? Wanakulipa kwa siku. Kwa hiyo ina maana wale wageni wakija wanafikia kwenye makampuni. Wanafikia kwenye makampuni. Kwa hiyo wewe kama ume, umeajiriwa na serikali ndio huo mmoja mmoja unachukua unaenda yani. Sio serikali na ajiri matua guide. Ndiyo. Matua guide wanaajiriwa na tour companies. Okay. Tour companies ambazo zimesajiliwa na Kamishini ya Utalii. Aha. Uko naona. Kwa hiyo zile tour company zinapokea wageni, na sio tu kuna wageni wengine hawapitii e, tour company hmm. Sawa, wengine hawapitia mahoteli moja kwa hmm. moja katika mahoteli. Pia kuna madeski ambazo kwa sisi vijana ambao tunatembeza wageni, kama ukiweza kujitangaza ma watu wakijua kwamba wanazungumza lugha fulani, wataweza kutumilia kama una kitambulisho chako cha tour guide. Uko naona bwana, tuna wageni wawili leo mm -hmm. shingapi na umefarobaini Stone Town tu unatembeza mjini. Lakini vilevile vile, ili uwe tu guide ni kwamba uelewe kwanza historia ya nchi yako sawa, pale unapoishi upaelewe, na pale unapoenda kumtembeza mgeni upajue, na kile ambacho tunachokizungumza ukijue ni kitu gani, na uwe na uhakika nacho, ndio tu guide. Uwezi kuwa tu guide huijui historia ya nchi huwezi kuwa tua gaidi pano na kwenda kuwatembeza wageni, upajui ama historia ile sehemu hijui, hicho ni kinyume kabisa, sio tua gaidi, haiwezekani so, kabisa, haiwezekani kabisa. na lazima wale ambao wanakupa wale wageni wakujue kabisa kama wewe ni tua gaidi. Mnatumiaje teknolojia katika hiyo eh, kazi zenu za utalii, na hasa kwa vijana wanawezaji kutumia mitandao ya kijamii katika kutembeza hiyo utalii pamoja na kufanya kazi zao kabisa, kama wakitaka kujiunga na hii utalii? Unajua, katika sekta ya utalii teknolojia ya mitandao ndio inamaanisha, ndio teknolojia ya mitandao katika sekta ya utalii, mara nyingi watu wa kampani ndio wanakuwa na mawebsites, lakini kwa vijana ambao wamejaajiri wenyewe, ambao wajaajiriwa na makampuni wenyewe, wanakuwa na wanatumia sana ma Facebook ya Instagram, wanaweza kujitangaza wenyewe, na alafu nategemea na jinsi wewe unavyoweza kuchukua zile content zako huko na quality za video zako na jinsi unavyojitangaza mtandaoni, kwa sababu hata Instagram ama Facebook lazima ukiiweka kitu ukilipia ukikilipia kinaweza kufika nchi tofauti tofauti uko naona hmm. na jinsi unaweza kukipanga mwenyewe uko naona ama ulikuwa unamaanisha kitu gani kusema kutumia teknolojia kwenye sekta utalii yani... kwa sababu teknolojia ni kitu kikubwa sana yes, namaanisha kwamba kwa mfano wanaofanya kazi private wale. mm. yes, wanaweza kufanya kazi mimi, wakarekodi. Kwa mfano mimi nimekuja mtalii kutoka Faransa, akamuona, then mtu akamhitaji, yule mtu akamwita, ameona kazi yako umefanya kazi nzuri, na kuomba katika kampuni yangu uje utengeneze watalii wangu. Mara nyingi sana katika sekta yetu ya utalii, unajua, unapofanya kazi kunakuwa kuna, kwa kuna feedback. Yaani unafanya kazi alafu baada ya hapo kuna review yako. mm -hmm. Mgeni yoyote akishafanya kazi yaani, ukishampatia huduma wewe, kwa mfano mtembeza mjini mm -hmm. ama umeenda naye prison highlands ama umefanya naye spice tour mm -hmm. mgeni baada ya kumaliza ile kazi yote unamrejesha, sawa. Mgeni mm -hmm. anakuwa anaandika feedback ya matembezi yake, kunakuwa kuna, kuna review. Kwa mfano hata mimi mwenyewe, ukitaka kujua review zangu mtandaoni, unaweza kuingia hata hapo ulipo kwenye Google ukaangalia review zangu kwa kwa yangu kwa mimi mwenyewe okay. Yani, mgeni anaandika review, huyu bwana kaniibia, huyu bwana mm -hmm, yuko vizuri, huyu bwana. Yani sio wewe umwambie mgeni ama uwe pamoja na mgeni kuandika review, no. Review ni baada ya wewe kutoa huduma, baada ile huduma kama meipenda, mgeni ameipenda ama hajaipenda, ni mgeni mwenyewe anaweza kuizungumzia huduma ambayo uliweza kumpatia, kwa sababu amelipia, uko naona ujampatia bure, mm -hmm na mara nyingi sana katika kazi zetu, tukifanya kazi vizuri, hadi unaona ule mgeni mwenyewe anatoa hadi tip. Sawa, kwa sababu ile huduma akaridhikana Na tip yenyewe huwezi kumpangia tip ni elfu kumi ama ni elfu ishirini ama elfu ngapi, inategemea na huduma ambayo ama service ambayo umempatia ule mgeni okay. Ndio anaweza ku. Na mgeni kama huyo, mfano akiondoka akija hmm. tena anaweza akamchagua, mimi namtaka tu nataka nipeleke. Mara nyingi sana, ikiwa kama umeajiriwa kwenye kampuni, ma wageni wale wanakuwa wanaandika review na jina la mtu, na kama akihitaji kurudia akipitia kampuni anaweza pia kuwatumia message, bwana mtu fulani nahitaji nahitaji awe tu wagaidi wangu. Inawezekana pia, na vilevile vile kwa sisi ma Inakuwa ni fursa kwetu sisi ya kuweza kuajiriwa na kampuni pindipo ukitoa huduma nzuri kwa wageni, wakifurahia ile huduma yako alafu wakaleta feedback nzuri kwenye kampuni, utaona pigiwa simu bwana, si Sipu, kidogo tunaajiriwa naona kwenye kampuni kama hivyo. hmm. Hmm. Sawa, so, labda ni changamoto zipi ambazo zinazuia vijana kujikita katika sekta hii? Changamoto nyingi ambazo zinazuia vijana kujikita kwenye sekta ya utalii, kwanza ni dini na maadili. Dini kwa mfano mwezi Ramadhani, unaambiwa upeleke wageni na kupenda beach, na beach unajua ni sehemu wageni na kujiachia, ikiwa kike na nakuga na machupi zao. Mm. ikiwa kiume ndio vifua wazi, mnawapikia chakula, unaoandalia chakula, uko nao katika ile mazingira yote, upatie huduma yako wewe Japokuwa umefunga ajali, lakini wewe uko katika sekta hiyo, na vilevile katika sekta, sekta ya utalii ya makazi zetu hizi bwana, inakuwa na changamoto nyingi sana katika kipindi. Kwa mfano, mtu unaweza kuumwa, lakini kwenye ratiba yako wewe, umepangwa kama umeajiriwa umepangwa, bwana, kesho kuna Stone Town tour, alafu usiku wake wa kuamkia kesho, sawa, ukawa umeumwa na we unatakiwa kwenda kutoa ile service, sawa hujatoa taarifa mapema, na taarifa ofisi ishafungwa toka saa kumi na mbili. Ikiamka asubuhi natakiwa kwenda kufanya kazi, oh, no, no, eh, lazima uende kazini tu. Nategemea sasa, no, zile ratiba zimeshapangwa tayari. Nategemea na vile vile kuna, na kuna vijana wengine hiyo dini ni kipaumbele kikubwa sana ambacho kina yani, kijana ambayo dini imemuingia sana kazi hii ya utalii ina mtihani kwake sana sana sana sana sana sana sana. Najua nakuambia, hawezi kuwa radhi Mayahudi na Manaswara mpaka umfate nini, mila zao, unaona. Na ili uendelee nao, kuna vitu ambavyo sisi kama wafanyakazi katika sekta hii ya utalii tunakuwa tunaiga huko, naona tunaiga kutoka kwao, kwa sababu vinatuathiri vile vitu huko, naona tunaishi nao wale watu naona sawa katika mm. utalii tunaona sana ni vijana wengi wa kiume mababa, si si sana kuona, au si aklabu kuona vijana wa kike wanatembeza watalii, ina hii inakuwaje? Uh, kwa hapo nitasema kwamba kwa, kwa sasa hivi mm. nyingi sana ni e, matuagaidi wa kike wengi sana, hata mimi mmoja, kuna wanafunzi wengi ambao wa kike. Wa kike ambao nawajua wa kike ambao nimewafundisha mimi mwenyewe na we get experience kutoka kwangu mm. na wengine sasa hivi wanaona kampuni zao, naona mm. ni lakini ni wanawake, sio kwamba wanaume mm. naona sasa hivi matua guide wengi sana ni wa kike. Toka corona ilipomalizika, utalii ulirudia tena Zanzibar kuanzia elfu mbili na ishirini, ishirini na moja yani, tuna matua guide wengi sana wa kike katika sekta ya utalii mm. no, naona wengi wengi wengi sana na wengine wana umri mdogo 4 kaingia Maruhubi kenda kusomea utalii mara short course mara long course mm -hmm. Baada ya hapo kajikita kwenye lugha kidogo, alafu anajikita kwenye utalii. naona okay, maana hapa mara ya mwisho vijana ama wanawake walikuwa wamepewa hadi fursa ya kupewa kitambulisho bure aho, vijana wa kiume wanalipia dalamia, hmm, lakini watoto wa kike wanapewa kitambulisho bure.